Tulipokuwa tunaadhimisha miaka ya siku ya wanawake duniani, tulikumbushwa malezi ya watoto. Sasa hivi tuna watoto wameingia kwenye makundi ambayo sio sawa. Itafaidia nini? Mama uko bize, labda shambani, sawa, uongeze uchumi, lakini watoto huwezi kuwalea. Mama, simamia watoto, kagua madaftari, kagua ameenda shule, wafundishe tabia inayostahili wambia wasipokee kitu ambacho mtu hamjui. Mama, hata kama unachoka, lakini wanasema mtoto mwenye hekima humfurahisha baba yake, mtoto mpumbavu ni mzigo kwa nani hasa, ishirini ishirini na tano. Hatutaki watoto mizigo sisi, tunataka tulee, tuwafuatilie tuwapende na tujua wana changamoto gani, ili tuonge nao kama marafiki. Yani hata kama mimi sikusoma mzazi, lakini mwache mtoto asome, apanuke mawazo, aje atusaidie kwenye kitongoji chetu. Tunatamani tupate daktari, injinia, watu wa kilimo na walimu, lakini watoke kwenye watoto wetu. Cha pili, pamoja kwamba mko busy sana na ujasiriamali na mashambani wale wenye ndoa wa zao, hakikisha unamhudumia mume wako, unapika chakula na wewe hata siku moja moja, hata kama uko bize usiachie watoto, mpikie mumeo mhudumie. na kwa, na kwa, Pirato, mjikito mjikito mjikito mjikito mjikito kwa kanisani. Pia nipo hapa kumwakilisha mwenyekiti wa kijiji ambaye anazuru kwa siku ya leo, hivyo napenda kutoa shukrani zangu Zazat kwa niaba ya wananchi na kwa niaba ya kijiji kwa ajili ya taasisi ya SUA iliyokuja kutoa msaada wa nguo, vyakula na viatu kwa ajili ya wananchi wasiojiweza na wananchi wazee katika kijiji chetu. Pia tunashukuru sana na tunawaombea Mungu awajalie nao na wana mioyo wa kuja kutusaidia sisi, ama hata watu wengine wawe na mioyo hiyo. Mungu awasaidie katika safari yao. Mifawa, katika Mungu aongeze katika utoaji wa riziki zao. Na <laughs> Tunawashukuru wanawake wa SUA sisi hapa matendo hapa soko hili wamefanya kwa matendo ya huruma wasiojiweza, sasa sana. Mungu awabariki kwa sababu kuna watu watu wasiojiweza wanahitaji msaada kutoka kwa watu wanaojiweza. Kwa hiyo wanawake wa SUA wa, wameonyesha ushirikiano mkubwa kwa kufanya matendo ya huruma kwa wasiojiweza wa soko hili, tunawakaribisha tena, karibuni tena siku nyingine. Mungu awabariki. Amen.